Ajenda za mkutano wa kwanza wa uzinduzi wa Baraza la Madiwani manispaa ya Geita ni pamoja na viapo vya madiwani, viapo vya maadili na kujaza tamko la mali na madeni kwa viongozi, uchaguzi wa mstahiki meya na naibu meya pamoja na kuunda kamati za kudumu. nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya geita kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote, ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kupitia mkutano huo, diwani wa bomba mbili Leonard Bugomola amechaguliwa kuwa meya wa manispaa ya Geita huku diwani wa Nyanguku Elias Ngore akipata nafasi ya kuwa naibu meya. Viongozi hao wawili wamechaguliwa kwa asilimia mia moja, hatua inaonyesha umoja wa baraza la madiwani pasipokuwa na diwani wa chama chochote cha upinzani. Na hapa wanaeleza vipaumbele vyao. Mimi kama mimi peke yangu siwezi kufanya mambo makubwa zaidi, mbunge kama mbunge peke yake hawezi kufanya. Naombeni sana ushirikiano wenu. Milango itakuwa wazi, nipeni jambo tutachakata tamshirikisha mheshimiwa mbunge, lakini taratibu na kanuni vyote vipo kwenye makabdasha ambayo tumepewa. Kwa hiyo wenye wajibu ambao tunakwenda kuwasimamia wapo na wanajua, na tumeona kwa muda mfupi ambao tulikuwa tumewachia wao ofisi wamefanya vizuri. Naamini tunakwenda kuongeza tu nguvu kidogo ili tuhakikishe kwamba Geita inakwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kama kuna pahala naweza nikaenda tofauti, mimi ni binadamu. Naomba tuketi chini tuelezane nia na mazumuni. Tunatamani halmashauri yetu iweze kuendelea kusonga mbele. Kwa upande wa halmashauri ya wilaya Geita, katibu wa CCM wilaya Geita Michael Msuya tangaza matokeo katika mchakato wa ndani wa kupata viongozi watakaoenda kupeperusha bendera chama hicho ya kuomboleza ya kusimamia halmashauri hiyo, kura zilivyopigwa kwa wapiga kura ambao walikuwa ni hamsini tumepata kura kumi na moja kwa Zubeda Uh, Musa uh, kumi na moja kwa Elisha haraka, na mshindi amekuwa ni Jumanne Sengu Misungwi. Kwa mujibu wa kanuni zetu, hizi ni lazima mtu avuke nusu ya akidi. Kwa kuna kura hamsini, atakuwa avuke 25. Kwa hiyo huyu amepata kura 28. Kwa utaratibu wa chama sasa ndo ameteuliwa kwenda kwenye vyombo hivi vya dola. Tumewaambia waheshimiwa madiwani kwamba sisi tuwe, tuwe pamoja tuweze kujua nini tumeagizwa na wananchi kuwawakilisha na nini natakiwa turudisha kwa wananchi, wananchi tunawasemea vipi? Kwa hiyo furaha yetu ni kwamba tunakwenda kumsaidia mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wote waliochaguliwa, mawaziri na manaibu waziri, kuhakikisha kwa kwamba tunafanya kazi kwa weledi ili kuwaletea maendeleo wananchi wetu wa jimbo la Katoro, wananchi wetu wa jimbo la Apsanda, wananchi wetu wa jimbo la Geita, kwa sababu sisi tuna majimbo matatu kutoka Geita. Emmanuel Ibrahim na hii ni Clouds.